Leo ni tarehe 23 Juni 2025. Karibu katika Hali Halisi ufahamu yanayoendelea duniani bila kuchuja, bila kupindisha, habari safi zenye ukweli kamili kutoka vyanzo sahihi. Mimi ni Johnson Jabir. Tuanzie hapa. Watu watatu wamefariki dunia nchini Algeria katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya Algeria baada ya kuanguka kutoka juu wakifurahia ushindi wa taji la timu ya MC Algier. Wizara ya afya nchini humo imesema, baada ya kipenga cha mwisho cha mchezo ambao MC Algier ilitoa taji hilo, mamia watazamaji na mashabiki wa soka katika dimba la Julai 5 jijini Algiers walivunja uzio na kuingia uwanjani kwa ajili ya kushangilia ushindi huo. Mamia walijeruhiwa katika tukio hilo, huku mashabiki 70 wakipelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Vyombo vya habari nchini Algeria vimeripoti kuwa wachezaji na viongozi wa MC Algier walikwenda hospitalini kwa ajili ya zoezi la kujitolea damu. Kutokana na tukio hilo, shirikisho la soka la Algeria liliahirisha zoezi la kukabidhi taji hilo kwa MC Algier, ambayo imefanikiwa kulitetea baada ya mwaka uliopita kulitwaa. Katika mchezo huo, MC Algier ilitoka sare tasa na NC Magra. Rais wa Algeria Abdel Majid Tebboune ametoa salamu zake za rambirambi kutokana na vifo hivyo huku akiwatakia kheri majeruhi waliopatwa na dhahama hiyo. Mamlaka ya udhibiti wa soko la madini ya kimkakati nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza zuio la usafirishaji wa madini ya cobalt kwa miezi mingine mitatu. Amri hiyo imetangazwa mnamo Jumamosi ya tarehe 22 Juni 2025 na kuanza kufanya kazi leo Jumatatu, baada ya zuio la awali kumalizika jana Jumapili. Awali mamlaka hiyo nchini humo iliweka marufuku hiyo mnamo Februari mwaka huu kwa miezi minne hadi Juni. DRC inaongoza kwa uchimbaji wa madini ya cobalt ulimwenguni, madini ambayo hutumika kutengeneza beteri za magari ya umeme. Hata hivyo, mamlaka hiyo imeongeza kuwa itaamua hatua nyingine za makusudi mnamo Septemba mwaka huu baada ya marufuku ya sasa kumalizika. Madhumuni makuu ya marufuku hiyo ni kupitia nyaraka mbalimbali za makampuni yanayojihusisha na uchimbaji wa madini hayo. Hatua hiyo imekuja baada ya bei katika soko la dunia kushuka kwa dola 10 kwa kila paundi ya madini hayo ikilinganishwa na miaka 9 iliyopita. Taarifa zinasema kuwa kampuni la Kichina la CMOC linashadidia kuongezwa kwa marufuku hiyo likitofautiana na kampuni la pili kwa uchimbaji wa madini hayo la Glencore. Mwanasiasa wa Afrika Kusini Julius Malema amepigwa marufuku ya kukanyaga ardhi ya Uingereza kwa kile kinachoelezwa kuwa ni kuunga mkono kundi la kijeshi la Kipalestina la Hamas. Wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza imeeleza kuwa kauli tata za mwanasiasa huyo tangu mwaka uliopita baada ya kundi la Hamas kuvamia Israel na kufanya shambulio baya y kuwahi kufanywa na kundi hilo katika ardhi ya Israel hazivumiliki. Malema wa chama cha EFF ambaye katika uchaguzi uliopita chama chake kilishika nafasi ya nne, amejibu marufuku hiyo kuwa ni uoga wenye nia ya kuzima uhuru wa kisiasa. The EFF when it takes over next year is going to arm Hamas and make sure Hamas has got the necessary equipment to fight for their freedom. Netanyahu is a number one terrorist. Marufuku hiyo ni ya pili kwa Julius Malema ndani ya miezi miwili, ambapo mara ya kwanza kisingizio kilikuwa ni visa, lakini kwa sasa imekuwa ni msimamo wake kuhusu kundi la Hamas. Malema amekuwa na msimamo tofauti kwenye baadhi ya masuala na sera za mataifa magharibi, ambapo hivi karibuni aliibukia sakata la rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini alipozuru Washington na kukutana na Donald Trump. Hali ya afya ya rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte inaelekea kuwa mbaya, wakati ambao mahakama ICC inaendelea kumshikilia jijini The Hague. Makamu wa rais wa Ufilipino Sara Duterte ambaye ni mtoto wa rais huyo wa zamani akiwa jijini Melbourne, Australia, amesema baba yake amekonda mno. Makamu huyo wa rais alikuwa nchini Australia wikendi hii katika kongamano lililopewa jina la Free Duterte Now, likiitaka jumuiya ya kimataifa kumwachilia huru rais huyo wa zamani wa Ufilipino. Sara Duterte alikaririwa akisema, tunashukuru baada ya kuwasili The Hague, rais Duterte alianza kupewa wali katika mlo wake wa siku. Hali ya ubaridi katika chumba walichomuhifadhi pia huzuni aliyokuwa nayo baba yake imechangia kiasi kikubwa kukonda kwake. ICC inajiandaa kuanza kusikiliza mashtaka yanayomkabili Duterte mnamo tarehe 23 Septemba 2025. Ufilipino ilijiondoa katika mahakama ya ICC mnamo mwaka 2019. Hadi sasa wanasheria wa Duterte wanapambana kuiondoa kesi hiyo baada ya Manila kujiondoa ICC kwa kutumia mkataba wa Rome. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ametangaza hali nyingine ya hatari kwa taifa la Israel baada ya Marekani kushambulia baadhi ya vinu vya nyuklia vya Iran. Akiwa jijini Istanbul amesema jaribio lilofanywa na Marekani kwa Iran siyo sahihi. Licha ya kwamba wanafahamu kuwa Marekani imekuwa mshirika wa karibu wa Israel kwa miaka mingi. Amezitaka jumuiya za kimataifa kuliangazia suala hilo kwani kilichofanywa na Marekani dhidi yao ni uchokozi usio na mfano. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous grave Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameataka mataifa ya wa washirika wa Iran kuungana pamoja kuzuia uonezi wa Marekani uliojificha kwenye kivuli cha Israel, huku akimtaja waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuwa ni mbaya kuliko Hitler every day

unapaswa kumalizwa kwa njia za kidiplomasia na siyo vinginevyo, kutoka na Umoja wa Mataifa kukosa meno ya kuyashughulikia mataifa makubwa yanapofanya makosa na kukiuka mikataba iliyojiwekea. And the Israelis themselves have not hesitated to go back to to to history and and and to go back to the Torah and say that we we are are chosen of God and because we are chosen of God we are different we are unique and because we are unique we must be treated differently and america which has underwritten the state of israel from its creation in 1948 has reinforced this so that the israelis actually believe that they are special na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani usisahau kusubscribe kushare na kucomment panapo majaliwa ndimi johnson jabir endelea kuwa nasi Hali halisi, ukweli haubadiliki.